Narejea kwa magoti kama nilivyomwendea Mheshimiwa Rais kumwombea binti yangu msamaha. Namshukuru sana, nimefurahi. Yaani hapa nina furaha sana, ninakushukuru sana mama. Mama, nilikuja mbele yako nikiwa na hali mbaya, sikio nilikuwa naumwa, lakini nikaona njia pekee ya kumsaidia binti yangu ni kukuja mbele yako mama, na leo narudi mbele yako Mheshimiwa rais Mama Samia Suluhu Hassan, ninakushukuru sana kwa msamaha wako. Hatimaye leo unajisikia furaha, niko na binti yangu. Kama nilivyoelezea mengi kuhusu mwanangu, ndivyo leo navyojisikia furaha sana navyomwona, niko naye hapa mama. Asante. Mwenyezi Mungu akulipe, Mwenyezi Mungu akulinde, Mwenyezi Mungu akusimamie mama. Tunashukuru familia, familia yote imenituma tena leo hem, usisahau kumshukuru huyo mama, maana bila kauli yako sijui kama hapa ningekuwa nimekaa na mwanangu. Nashukuru sana. Yangu ni hayo tu. Kipindi chote alichokamatwa mwanangu kimeniathiri sana mimi, mimi ni mgonjwa, nimekuwa ni mtu wa kulazwa kila siku hapa Dar es Salaam kwanza amekamatwa. Yaani leo hii ndo najisikia eti na nafua, lakini mimi kula kwangu ni tabu. Presha yangu mimi huwa ni ya kupanda siku zote na kushuka, lakini mpaka dakika hii kuna madaktari watathibitisha hapa kila nikipelekwa sasa hivi iko juu, nikirudishwa iko chini, na sukari hivyo hivyo, nilikuwa nimeshindwa kubalance. Ni jana tu nilikuwa naongea na daktari akaniambia, sasa mama anashindwa, nikusaidie vipi? Maana ukija anakupa dawa pressure imepanda, wakikurudisha imeshuka, unawaza nini? Lakini yote kwa yote, shida ilikuwa ni binti yangu tu na imani. Alhamdulillah, sasa hivi nitaka sawa. Vijana ambao ni watoto wangu kama alivyonifaa, ninawaomba wanangu, Kabla haujafanya chochote, kumbuka nyumbani, kumbuka ulipotoka. Kumbuka mimi nimetoka Bukoba, yani harahara, baada ya kusikia shida za binti yangu. Mnafanya vitu kwa kwenu, kwa upande wenu, lakini hamjui na sisi mnatuumiza, mnatuathiri wazazi. Mimi mpaka hapa nina shida, yani maradhi yangu yamepanda zaidi ya nilivyokuwa. Naomba mtafakari kabla hamjafanya mambo, yani msifanye mambo kwa kukurupuka. Tuhurumie sisi, mtatuua. Mimi afya yangu mpaka hapa ni mbaya sana, yaani ni mbaya, ni kwa ajili tu ya binti yangu. Lakini na imani, yeye hakujua linaweza likawa kubwa kufikia huko. Alifanya fofani kama mnavyofanya wengine. Naomba muache, tafakarini sana, watoto wangu, ninawaomba sana.